na kitakuwa hakima namna kikao hiki isipokuwa kuzungumza mwezi uliotukabili, na mwezi uliotukabili ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao inafaa kwenye kikao hiki tuseme, ujue mwezi mtukufu wa Ramadhani ama ijue Ramadhani. Kwa nini, wasikilizaji, iwe kikao hiki cha inwan ijue Ramadhani? Hivi kuna wasiojua mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hivi ninavyosema mimi, siujui mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe unaonisikia hujui mwezi mtukufu wa Ramadhani, naweza kusema sio kuwa huujui, waujua na ujua, na pengine twaujua. Vi twaujua mwezi mtukufu wa Ramadhani ni katika jumla ya miezi, huu ukapewa jina la Ramadhani, pengine twajua hivyo. Lakini hapa unakotakiwa uujue mwezi mtukufu wa Ramadhani, mbali ya kujua ni jina la mwezi kama majina ya miezi mengine, tofauti ni kwa kuwa mwezi tulionao huitwa Shaabani na mwezi uliotukabili huitwa Ramadhani. Bas, upeo wa ujuzi ufikie hapo tu? Hapana. Tungejua Ramadhani kuwa ni jina, lakini jua mwezi wenyewe umekusanya kitu gani? Mwezi wenyewe una mazaya gani? Upambanufu gani? umepambanuka na miezi mingine? Mwezi wenyewe una utukufu gani? Je, utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sawa na utukufu wa miezi yote? Na ikiwa ni hivyo, si itakuwa miezi yote iko sawa kwa utukufu? la Ujue mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu umetukabili, utatuingilia kwa aliyejaliwa. Na siku zote kujua jambo lilivyo huwa ndio maandalizi ya kujua utakalolifanya, utakavyolifanya lile jambo likikufikia. Kwa hivyo ujue mwezi mtukufu wa Ramadhani uujue ki namna gani? Ujue mwezi kwanza, kama tunavyofahamu jina lake ni mshaharu Ramadhan almubarak, ni mwezi mtukufu wa Ramadhani uliobarikiwa. Tukisema ni mwezi uliobarikiwa, kwa hiyo itakuwa baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani ni nyingi na kushinda baraka za miezi mingine, ambao pia tuifahamu kwamba kwa miezi yenye baraka kwa, itakuwa baraka za miezi mingine si sawa na baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibada yake ni ibada ya kufunga. Je, kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sawa na kufunga kwenye miezi mingine? Mwambiwa la, zote huitwa saumu lakini saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ina upambanufu wa kutosawazika na saumu utakaoifunga kwenye mwezi mwingine. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ujue, ujue vipi? Ndio mwezi ulioshuka kitabu kitakatifu cha Qur'ani. Sasa kitabu hiki kitukufu cha kushinda vitabu vyote vinavyojulikana vilivyoshuka mbinguni, kitabu cha Qur'ani ni kitukufu zaidi. Ikiwa ni kitukufu zaidi, kimeshushwa kwenye mwezi mtukufu zaidi wa kushinda miezi mingine, tena kikashuka kwenye kipindi kitukufu zaidi kuliko kipindi chingine, usiku wa lailatul qadri uliosifiwa, wa ukiupata usiku huo itakuwa ni hairu min alfi shahri, ni bora kuliko kufanya ibada ya miezi elfu moja. Kwa hivyo, inamaana imeshuka kwenye kipindi kitukufu sana wenye mwezi mtukufu sana, akashushiwa mtume mtukufu wa kushinda miezi mingine. Tuna ufahamu mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa haya ufahamu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuwa swala yako unaoiswali vipindi tunavyoswali kwa kulazimika yaumia siku zote, bila shaka faradhi hizi hazisawaziki na hizo hizo faradhi unazoziswali kwenye miezi mingine. Jua hivyo saumu ni hapo hapo. Kutoa sadaka kwako yaingia kwenye laini hiyo, kutoa bidii zako kwa kila linaloitwa jambo jema, jua malipo yake ni ziada. Ujue mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuwa ni mwezi wa rehema. Tukisema ni mwezi wa rehema, si kwa kuwa zakosekana rehema kwenye miezi mingine. Rehema za Mungu ni pana wazipata siku yoyote ya mwezi wowote, lakini kingiya mwezi mtukufu wa Ramadhani bila shaka rehema huwa ni nyingi sana kushinda hiyo hiyo rehema kwenye miezi mingine. Na mwenyezi Mungu ni rahimu, na kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi mzima ni mwezi wa rehema. Kwa hivyo ukiingia kwenye mwezi huu na unalijua hilo, ni mwezi wa rehma. Kwenye siku 30 ama siku ishirini na tisa itakuwa bidii yako ni kuzitafuta rehma za Mwenyezi Mungu. Ni haki hilo. Ulijua ni mwezi wa maghfira, haina maana wa hayapatikani maghfira ya Mungu kwenye siku za miezi mingine, maghfira ya Mwenyezi Mungu yapatikana siku zote kwenye mwezi yoyote, lakini tukija katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, maghfira ni makubwa tena mengi sana, kwa kila mwenye kutaka, kutaka msamama na kila mwenye kutaka istighfar. Kwa hivyo ili ufahamu kwenye siku 30 ama siku ya 20, siku 29 tazitumia kwa kufanya istighfar kwa kuzidisha kufanya maghfira kwa Mungu ili uyapate kwenye siku zote za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wallahu ghafur rahim, na akatuamrisha tufanye istighfar bali shika la tatu ni haki uujue mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili ukiingia ujue atakiwavo kufanya zaidi. Huwa ni mwezi wa itqum minan nar, ni mwezi wa kuachwa huru watu na moto. Suala liko kwenye je, hivi watu waachwa huru na moto katika mwezi mtukufu wa Ramadhani la katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ziada ya kuwacha wa watu huru na moto, hususan watu walilolitumia kumi la kwanza kikamilifu itakiwao kutumia, ukamwomba Mungu rehma, ukamwomba Mungu maghfira, ukamwomba Mungu id ukalitumia kumi la pili kwa kumuomba Mungu rehma kwa kumuomba Mungu maghfira kwa kumuomba mungumitna ukalitumia kumi la tatu ambalo ni la mwisho, wenye hayo hayo la kutaka rehma za Mungu na kutaka maghfira kwa Mungu na kumtaka Mungu akufanyeni katika jumla ya walioachwa huru na moto, na yote hayo ni manufaa makubwa mengi usoweza kuyapata kwa wingi kama utakavyoyapata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mbali ya hayo, kuna mengine chungu mzima, na kila linaloingia kwenye maana ya ibada hu utajitahidi ili ikitoka Ramadhani imekuacha wewe safi sana kwa kuwa hukuipoteza siku hata moja katika masiku yake, kisha ikiondoka iondoke na ushuhuda wa kuwa kweli fulani alitenda na kweli hakupoteza, waka, hakupoteza wakati nye masiku yake yote ya, ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuisoma Qurani. Qurani ilishuka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an. siku za mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao iliteremka Qurani kwenye siku hizo, tena kwenye kipindi muhimu kitukufu Inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika tumeteremsha Qurani kwenye usiku wenye cheo. Allahu akbar! Isikome hapo, usiku huu wenye cheo ambapo imesifiwa hivi, ni shahru ramadhana alladhi unzila fihi lquran, ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, masiku yake hayo Qur'ani hiyo, kisha Mungu asema, inna anzalnahu fi lailatil qadr, kwenye usiku wenye cheo. Kisha ikawa huo usiku wenye cheo, imagine Mwenyezi Mungu wasema inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, ni usiku wenye cheo, usiku wenye baraka nyingi uliyoko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, si nuru na ala nuru, hiyo si ni nuru juu ya nuru? Bila shaka ni nuru juu ya nuru. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, kikachaguliwa kipindi kitukufu zaidi katika vipindi kisha kikapata sifa ya kuwa ni usiku wenye baraka ulobarikiwa. Na nani aloziweka baraka? Mwenye baraka ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Leo ukiujua mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa haya, na ukautumia wakati wake wa umenani, saada kiasi gani? Hasa mwaka huu ukipita, wasaumu mwaka mwingine usimpate, na ikawa mwaka huu ulobarikiwa kuutumia kisawasawa, umekiri haukuharibika huu mwaka kwenye masiku na miezi mingine, baada ya kutoka mwezi mtukufu wa Ramadhani hakika ni mwezi wenye baraka, tena baraka za Mungu, na mifano kwenye hilo ni mifano mingi sana. Hakuna anayelalamika kukosa katika huu mwezi, kwa sababu hata nyoyo za watu Mwenyezi Mungu huzilainisha mwezi huu huzi Mwenyezi Mungu akaja akaufanya ni neema na fanaka na baraka kwa aliolazimika kufunga na hata asiyelazimika kufunga. Wasiokuwa Waislamu hupata baraka za Mungu kwenye mwezi huu wa baraka. Ni haki ni ujue ulivyo, na ni haki ujue huu mwezi ulivyo, na kila mmoja huwa kwenye kiwango cha imani yake hata kikamwe utoke mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu watu hupata baraka za biashara zao, awe mwislamu awe asiyekuwa mwislamu, hupata baraka za ruzuku zake wa waja wote wa Mungu watakavokoaa wa. Utulivu na amani za roho hujazikapatikana kwenye mwezi huu na wewe kama ulolazimika kuufunga huu mwezi, waona tofauti ya usiku wa mwanzo kuingia Ramadhani na waona tofauti na usiku utakaotoka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huu ulimwengu hukupa mashiria ya kuwa hizi sura ni sura za mwezi mtukufu, na siku ya kutoka kesho, tuswali Idi, waona kwamba ale yale tuliyokuwa tukiyaona na tukia tukiahisi kameondoka, na huu ulimwengu huwa umechanda umefunikika, kukosekana kitu ambacho tulikuwa nacho. Mwanadamu yoyote bali mwislamu yoyote aliyelazimika kufunga akiyajua haya atakuwa na maandalizi kuanzia sasa, hafanyi maandalizi umeingia afanya maandalizi ya kum. Kwani mgeni humwandai ndio ameingia mgeni? Hutengeza maandalizi kabla hajaingia, kwa sababu kabla hajaingia watengeza kumpokea, kama ni airport ama kama ni bandarini watengeza tampokea kivipi? tamweka wapi? tanshughulikia kivipi? Ndiyo haki ya sisi kujiandaa kumpokea mgeni huu, na mgeni atakuja, lakini atakapoingia, wako watu watampokea na ramadhani wakute, lakini pia kinyume itaingia ramadhani, kuna watu hawako waliompokea mwaka jana Ramadhani haikuwa kuja mwaka huu. Sisi ni kumnyenyekea Mwenyezi Mungu atufikishe kwa salama salimii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha atupe hima na bidii kwa kusimama na ibada kulingamana na utukufu wa mwezi wenyewe. Tusipoteze nyakati kwa ambayo hayatupi sisi ujira, tuzitumie nyakati zetu zote wani mwaka mara moja na mwaka si kitu kidogo kwetu. Waweza ukafa leo na Ramadhani hivi sasa tuhesabiwa masiku, lakini ukasahauliwa, ikawa kaan lam yukhlaq au lam takun, kama kwamba hukuumbwa na kama kwamba hukuweko katika ulimwengu huu, na kama tunaowazika walikuwa na hamu na humgeni, hawapo na sisi leo tunaojizungumzia ijue Ramadhani kwa kujiandaa na kuupokea huu mwezi na kuushughulikia vipi mgeni huu, ia hatujijue, tasema hatujijui, tunaweza tukasahaulika na watu wakawa kututaja, walikuwa na hamu ya kutaka kumpokea mgeni na wautumikie huu mwezi lakini hawako. Je? Yeah, lipi la muhimu ni kumwomba Mwenyezi Mungu, ikiwa ni kheri kubwa kwa hizi siku tuzipate, tupate mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa maamuzi yako Rabbul Alamina, asiyoweza kuyaingilia maamuzi yako na ni kwa kheri yako Mwenyezi Mungu, mola wa walimwengu, kujua fulani mara hii ni kheri zaidi, pia ingilio na mwezi mtukufu wa Ramadhani, ama kinyume iwe kheri zaidi ni kuondoka uje kwangu wafunge wengine. Analo analolikadiria Mwenyezi Mungu tulipokea kwa, kwa mwenye kwa ridhaa na kwa furaha, kwani Mungu hakuchegulia ambalo ni shari kwako, kwa mimi na wewe ndio tusiyojua kheri yetu, lakin Mwenyezi Mungu wallahu yalamu wa antum la talamun. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsan. Mwenyezi na Mungu namuomba atufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa zetu uhai umebaki na siku tunazo za kuishi, atufikishe kwa salama tuipate kheri ya mwaka huu wa Ramadhani hii, na ikiwa si kheri, umri umeisha na siku zimebaki chache, asitunyime malipo ya Ramadhani tulizozipata kwa kutupa malipo ya kheri, atupe saada, tuwe minas suadail maqbulin, katika wenye furaha, wenye kukubaliwa. Asitujaalie Mwenyezi Mungu minal ashqiya il matrudi, ni katika waovu wenye kufukuzwa kwenye rehema zake, wenye kunyimwa maghfira yake, wenye kutolewa katika daftari ya wale watakaowatwa huru na moto. Kwa nini tusijiandae kuanzia sasa na kumuomba Mwenyezi Mungu atufishe, atufikishe salama salimin ni maombi tumekufanyia na tuna yakini ya kupata jawabu, na jawabu liwe ni la jawabu la kheri, kwa sababu matarajio yetu ni mazuri kwa Mungu wetu, kwani atutaka sisi tuwe na matarajio mazuri. Bora tu tusimame kuyahakikisha hayo matarajio, na kuyahakikisha matarajio ni kwa kufanya amani zitakazotufikisha kwenye yale matarajio ya kukutana na Mungu, walikokusema Mtume, mwenye kupenda kukutana na Mungu na Mungu apenda kukutana na yeye, na mwenye kuchukia kukutana na Mungu na Mungu achukia kukutana na yeye. Na sisi kwa roho safi wa ikhlas, na tunakuomba Mungu wa ikhlas, twapenda kukutana na wewe, na twakuomba uwe na mapenzi ya kukutana na sisi Utupokee kwa salama salimin, na ututakabalia amali zetu za kheri, na utufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani aminina salimin na kutupa hima kuthubutu katika ibada zako zote. wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsani ila yawmid din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.